ni dua ambayo itaambatana na maneno ya matukufu ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala ili ipate baraka shughuli yetu hii, na khususan tukitizama siku hii ya leo, siku ya Ijumaa ni siku adhimu kwetu sisi Waislamu pamoja na jamii kwa ujumla. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala anasema katika kitabu chake kitukufu baada audhu billahi min shaitani rajim

Anasema maneno haya kumweleza mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammadin sallallahu llahu alehi wasallam, kwamba wakul imalu fasayara llahu amalakum warasuluhu, fanyeni kazi kazi ambazo mtakazozifanya, fasayara allahu amalakum, Mwenyezi Mungu mtukufu ataziona kazi zenu zile mnazozifanya, wa rasuluhu, na mtume wake vile vile ataona walmuminuna na waumini vile vile wanaoamini, vile vile wataona, na bila ya shaka sisi tunaona kwa macho yetu waumini, na bila ya shaka Mwenyezi Mungu anaona yale ambayo viongozi wetu wanatufanyia, kiongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rais, rais mpendwa, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, na kwa upande wa Zanzibar, Daktari Hussein Al Hassan Mwinyi, anayoyafanya kila mwenye macho ana, ana, anaona. Kwa hiyo kubwa zaidi, insha allah tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viongozi wetu hawa wawili, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nguvu na afya njema ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kitaifa na kimataifa kwa ujumla. Al-Fatiha. Bismillahi rrahmani rrahim. Sasa, naomba tuitikie sote amina kwa pamoja, insha allah. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala wa rasulillahi wa sallallahu alayhi aleihi wasallam. Mikono tumeinua kukuomba, ya karimu, yote ya kutusumbua tuwepushie, ya halimu, mazito na mahasimu tuwepushie, ya Allahu, ya ilahi utudiriki, utupe tuyapendayo, kama maradhi na dhiki tuepushe mambo hayo neema nyingi na taufiki tujazie kwa makilo, utakalo Mola huwa bila dakika kutimu, mazito na mahasimu tuepushie. Allahu ya Rabbi, tunakuomba umlinde na umpe afya njema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan, yeye na aila zake, pamoja na wasaidizi wake wote, waweze kufikia malengo yale aliyoyakusudia kwa kutuletea maendeleo ya nchi yetu hii na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atutilie baraka na amani na utulivu katika nchi yetu. Wale wote ambao wenye hasadi, Mwenyezi Mungu ziepushe hasadi zao, umbaidishe na maadui waliokuwa wa ndani na wa nje, umpe uhuru na afya njema na salama katika nafsi yake iwe mutumaina, aweze kufanya kazi zake kwa baraka ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin

asante sana Sheikh Sharif Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa naomba tuwe tayari kwa pamoja leo tunataka tuwakirimu hapa Mheshimiwa William Lukuvi nataka tumkirimu leo hapa Mheshimiwa Dorothy Gwajima tumkirimu leo hapa pia tumkaribishe eh, Mheshimiwa Anton Mavunde tumkaribishe pia Mheshimiwa Jumaa Aweso wote tuna kijambo chetu hapa naomba sasa nimkaribishe Yusra ili kuja kuwakirimu na kuwatunza vizuri wageni wetu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini na Wazanzibari wapenzi wa hayo yote. Karibu sana.

Dokta Mwinyi yeah. Dokta Mwinyi Ra yeah. Asante ni sana cheo chako Masamia ambacho tumekuweka, kwa yeyote hasimami, wala usiwe na shaka.